Licha ya kuwa wapo wanaozaliwa na matatizo ya moyo, inaelezwa wapo wanaopata maradhi ya moyo kutokana na, na mifumo ya maisha waliojiwekea. Katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, madaktari bingwa wa taasisi hiyo wanapatiwa ujuzi wa aina mbalimbali za matibabu ya moyo na taasisi ya Open Heart International ya Australia na kuwezesha zaidi ya wa Watanzania 200 kupata matibabu hayo nchini. Kando ya ujuzi huo, wapo waliofanyiwa upasuaji wa moyo akiwemo Fdna Yacoi. changamoto niliogundua kugundua kwamba na tatizo la moyo baada ya kujifungua mtoto wangu wa mwisho. Huyu kabla sijapata tatizo hili ilijifungulia Temeke, baada pale hali ikawa sio nzuri, wakanileta hapa kwa ajili ya uchunguzi baada ya hapo ndo akanigundua kwamba nina shida ya moyo, wakaniambia nitumie dawa, baada ya miezi sita itakuwa hali kama ni shida ya moyo, labda ni presha itakuwa imeisha. Akatumia dawa, baada ya miezi sita hali ikawa bado, wakaniambia kwamba kuna una, kipimo natakiwa upime tena tarehe 30 ya mwezi ule wa tisa, dakutando kwa, akaniambia kwamba inabidi tukuingiwe kwenye operesheni kwa sababu sasa hivi dawa umetumia na hivalemu yako moja nkana isukumi damu vizuri. Kwa kweli nimepata changamoto, yani niliogopa kidogo, lakini wakanitia moyo wakaniambia sisi tupo vizuri, wewe mtangulize Mungu na madaktari utatoka salama. Nikaambia sawa. Tarehe 30 ndio nikalazwa hapa baada ya upasuaji hali yake ikoje kwa sasa? Nipasilali usiku, lazima nikae kwenye hewa nitoke nje, nnakitangia nifanyiwe, nipo vizuri. Dkt Godwin Sharau, bingwa wa upasuaji wa moyo, anaeleza namna ujuzi huu mpya katika upasuaji utakavyokuwa msaada mkubwa. Ni ni experience nzuri na tumejifunza mengi kwa kufanya kazi na hao wenzetu na tunaamini kwamba kwa miaka mingi mbeleni pia tutaendelea kufanya nao kazi na kuweza kupiga hatua zingine nyingi. Mara nyingi tunaulizwa lini labda mtaacha kuwa mnafanya kazi na hizi e, nchi kama hizi, lakini ukweli ni kwamba nafikiri tutaendelea nao kwa miaka mingi sana. Akaeleza changamoto za matibabu ya moyo. Wakati ambapo yule mtoto anakuja mwenye ile tatizo na moyo unakuwa umesha umechoka kiasi gani mapafu yameshaharibika kiasi gani, kwa hiyo hapo ndipo unakuwa na changamoto za usalama, lakini pili pia experience ya timu ambayo unakuwa nayo na una vifaa ambavyo mnakuwa navyo vya kuweza kuwasaidia wagonjwa baada ya upasuaji. Mbali na watu wazima, tatizo la moyo pia ni kubwa kwa watoto. Ma magonjwa ya moyo ya watoto tunaweza tunagawanya katika sehemu mbili, kuna yale magonjwa ambayo mtoto anazaliwa nayo lakini kuna yale ambayo yeye anazaliwa na vizuri tu ila kutokana na jinsi anavyoishi na maisha yanayoishi anapata maambukizi ambayo yanaweza akasababisha moyo ukaharibika. Mmoja kati ya ushauri unaotolewa na madaktari ili kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza ni pamoja na kufanya mazoezi. Tumie Omary, Azam News, Dar es Salaam.